Ndugu yangu, labda tuseme wewe mwenyewe kulingana kauli yako, unaonaje Geoffrey Mosiria? Aisee, wajua mm. Nilishikwa na butwaa niliposikia eh. Geoffrey Mosiria bwana hayupo mali pale eh. Maana unomjamaliko mchapa kazi, lakini Kenya nilikuja kugundua kitu mm. Unapokuwa mtu wa kuchapa kazi vizuri, nakuambia watu hawakupendi, ndio Yaani mjamaa hata maeneo haya alipokuwa anakuja anakuzungumzia vizuri yeah. Sio yule mtu wa kukuja anakuanza kukelelesha wala kufanya nini yes. Anakuja anakuongelesha vizuri mm. Baada ya kukuongelesha, basi anakuja kwamba basi naomba ufanye hivi yeah. Ufanye hivi, hata tukiangalia mm. uh, jinsi anavyofanya hata akikwenda mali pale mjini Ndiyo. Huu uh, bwana ni bwana. Mm. Yaani ni mtu mwenye anaelewa mama mdo, mama akikaa pale ana hekima. Ana yaani ana hekima ya mm. Yaani nikimwangalia tu hivi naona eh, bwana mm. Ni kama alihangaika akiwa mdogo ndio maana eh. Ana huruma. Eh. Na sisi pia unajua ukituangalia kweli Kenya jinsi ilivyo unajua eh. mm. Tunaweza ingia hapa ni shamba la mawe mm. Unaweza ingia hata uingie kwa barabara mahali pale uanze kufanya kazi kabisa eh, eh na mtu kaja kwako au bwana hata angekuja hapa kwangu na kuambia mm. Ningempa pongezi Geoffrey Mosiria nakuambia huyu bwana anaomba tu serikali muangalie kwa umakini sana yeah, muweze kurudisha huyu bwana kwa yeah, idara hiyo ili aweze kufanya kazi kwa. <laughs> Baba barikiwe, bwana barikiwe, fresh kamwana.